Mr. Misifa alikuwa anaingia ofisini akamwona mlinzi anaongea na, na simu. Kitobo akamwambia tuingie ndani, Misifa akamwambia subiri atufungulie geti, akamwambia si unamwona anaongea na simu, akamjibu kwani amelipa aongee na simu au kufungua geti? Mlinzi alipomaliza kuongea na simu akaenda kuwafungulia geti. Fanya kazi kwa hasira, akamwambia fungua haraka. Baada ya kufungua wakaingia ndani, baadaye akamuuliza Kitobo, je, umekuja na chakula? Akamjibu nilichelewa, sikuweza kuandaa, ila nimeagiza online, usijali, muda sio mrefu kitakuwa kimefika. Misifa akamwambia tunaweza kuendelea kula mpaka pale chakula chako kitakapofika. Kitobo akasema haina shida, chakula kishafika, ngoja nikakichukua. Akamwambia subiri kwanza, kwanini uende? Mlinzi atakileta. Akamwambia usimsumbue, atakuwa anakula. Misifa kumsikiliza kitobo na kuita mlinzi. Mlinzi alikuwa nakula akajibu, dakika moja ninakuja. Mlinzi akahifadhi chakula chake na kwenda kumsikiliza Mr. Misifa. chakula kimekuja, hivyo nenda getini ukakilete. Mlinzi akaenda kukichukua chakula na kumletea misifa. Misifa akamwambia akatuletee kawa mbili. Mlinzi akamwambia ninakula, mwambie reception, sihitaji yeye aniletee wewe mlinzi kabidi aende na kumletea kahawa, akampatia Kitobo. Alipokuwa anampatia Mr Misifa, bahati mbaya ikamwagikia kwenye nguo. Misifa akamwambia kwani huna macho, kitu gani unafanya? Akamtia kofi mlinzi. Mlinzi akamwambia ni samehe, ilikuwa bahati mbaya. Misifa akamuuliza wewe unafikiri umemwaga bahati mbaya? Unajua gharama ya suruali? Hebu ondoka haraka, la sivyo utaniona mbaya. Mlinzi akawa analia na kuondoka. Baadaye akaenda kwa meneja na kumwambia, nimeamua kujiuzuru. Kitu gani kimetokea? Je, kuna mtu kakutibua? Akamwambia kazi yangu ilikuwa ni mlinzi na sio kumhudumia kahawa kila mtu. Akamuuliza nani kakuagiza kahawa? Akamwambia mfanyakazi mpya, nipomletea bahati mbaya ikamwagikia kidogo kwenye suruali, amenizalilisha kwa kunipiga kofi. Meneja akamwambia msamehe, nitajua nini cha kumfanya, haina haja ya kuwacha kazi. Mlinzi akamwambia nimefanya kazi hapa kwa miaka 30, lakini hakuna mtu aliyenifanyia hivi. Meneja akamwambia usijali, nenda nitalishughulikia hili. Mlinzi akaondoka, meneja akampigia Misifa na kumwita ofisini kwake. Baada ya muda mfupi, Mista Misifa akaja ofisini, meneja akamuuliza kazi niliyokupa umemaliza? Ndiyo, toka jana. Okay, nenda kaoshe gari langu. Misifa kamwambia, umesema nini? Mimi sio mfanyakazi wa kuosha gari lako. Meneja akamwambia, nataka uoshe gari langu. Mimi kazi yangu ofisini na sio kuosha gari. Meneja kamwambia, mbona mlinzi kakuletea chakula na kahawa wakati sio kazi yake? Kwani kosa liko wapi? Kumtuma mlinzi kuhudumia chakula na kahawa ni kazi ya typist na siyo mlinzi. Pia umemzaliisha mbele za watu, kwa hiyo umefanya makosa na unahitaji kuadhibiwa. Hivyo nenda kamwombe msamaha, ukishindwa kumwomba msamaha asubuhi, sitaki kukuona kazini. Je, Mr Misifa anastahili kufuta kazi au la? Kama ndio, siache kusubscribe, ku like, ku share na comment chaneli yetu ya African Fix.